Harau samraun wa fi baladna lhabibat asharifat as baladna jamhuriyatu Tanzania almutahida. Awali ya yote napenda kutumia fursa hii kuwasalimu kwa maamkizi mema nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa wale ambao ni ndugu zetu wa Kristo, tumsifu Bwana Yesu Kristo. Shalom, ndugu wanafyuzi, kama ilivyo kawaida yetu tunaendelea na kujifundisha au kueleweshana au kutengenezeana uelewa katika yale mambo ambayo hatuyafahamu juu ya masuala ya kidiplomasia e, za ulimwengu au diplomasia za ndani ya Afrika au diplomasia za hapa kwetu nchini. E, ikumbuke kwamba e, masuala diplomasia ndiyo ufumbuzi wa kila jambo. Diplomasia ndiyo njia pekee rahisi kwa ajili ya kuondoa matatizo ambayo yanaikumba jamii yetu, sawasawa yawe ni matatizo ambayo yanayoitwa kitaalamu eh, domestic crisis in our community, matatizo ya ndani ya jamii yetu, au domestic international domestic crisis eh, au yale matatizo ambayo yanayohusu mataifa kwa ujumla. Lakini pia, eh, diplomasia ndio msingi pekee ambao umekuja kwa ajili ya kutengeneza maelewano, ndio msingi pekee ambao umekuja kutengeneza usawa, ndio msingi pekee ambao unatengeneza njia nzuri ya watu ukwenda kufikia malengo yao, lakini pia ndio msingi mzuri ambao unaotakiwa kutumiwa kwa ajili ya kuja kukwamisha au kukomesha mauaji pamoja na umwagaji damu katika mataifa yetu ya Kiafrika au ndani ya jamii yetu. Sasa tunapozungumzia masuala ya kidiplomasia, maana yake tunazungumzia pande mbili hasimu zilizogombana juu ya jambo fulani. Maana yake pande hizi, kila mmoja anataka awe ni mkubwa au anatafuta haki yake kwa matumizi ambayo anayaona yeye imefaa. Sasa inapoingia diplomasia maana yake mmoja anatakiwa ashuke na mwingine anatakiwa akubali, pasina kutengeneza uadui, pasina kutengeneza chuki, pasina kutengeneza eh, mgawanyiko wala umwagaji wa damu, na ikumbuke kwamba the diplomacy is a foundation of eh, development, kwamba diplomasia ndio msingi wa maendeleo. The, the diplomacy is a foundation of peace in our community. Diplomasia ndio msingi ambao unaokuja kutengeneza amani maridhawa ndani ya jamii yetu. The diplomacy is a foundation. The diplomacy is a foundation of the economy. Kwamba diplomasia ndio msingi pekee unaokuja kutengeneza maswala ya uchumi wenye nguvu ndani ya taifa husika. Lakini the diplomacy is a foundation of eh, communication. Kwamba diplomasia ndio msingi pekee unaokuja kutengeneza lugha nzuri na mahusiano mazuri na maelewano mazuri na mawasiliano mazuri kati ya jamii moja na jamii nyingine ndani ya taifa moja kinyume chake ni nini? Kwamba inapokosekana diplomasia, maana yake ndio tunakwenda kutengeneza migogoro ndani ya jamii yetu. Inapokosana, inapokosa diplomasia, ndipo unatengeneza vita ndani ya jamii yetu. Inapokosa diplomasia, ndipo unatengeneza unyanyasaji ndani ya jamii yetu, kwa sababu jamii itakuwa imetengenezwa katika misingi ya utabaka. Patakuwa kuna tabaka la juu ambalo wao ndio wameshikilia mkono wa maamuzi, napata kuwa kuna tabaka dhaifu na la watu wanyonge ambao wao hawana mkono katika mambo ya maamuzi. Idhan, diplomasia ndiyo jambo pekee litakalomfanya huyu wa chini aweze kuinua sauti yake, ambayo huyu mtu wa juu mwenye mamlaka ataweza kusikiliza sauti ile na kuweza kuifanyia kuifanyia kazi yote hayo ni misingi ambayo inayotengenezwa na diplomasia. Diplomasia inapokosekana sehemu yoyote, maana yake unakaribisha dhulma na unyonge ambao baadaye unazaa hasira, unazaa chuki, unazaa fitna, unazaa kuto kuelewana ndani ya jamii hiyo na hatimaye tabaka la chini mara zote hutaka kutamani kwamba wanafikia haki zao kwa kutumia vurugu, kwa kutumia nguvu, kwa kutumia jambo lolote ambalo fujo na hatimaye watu huingia katika vita, na mfano juu ya hayo tumeaona katika e, mataifa mengi sana. Mfano leo hii kuna vita kubwa ambayo inaendelea katika e, kwa majirani zetu hawa nchi ya demokrasia ya Kongo baada ya uvamizi wa waasi wa M23. Lakini ukija ukatazama uka, uka, uka kwa kina na kuchunguza kwa kina utaona kabisa kwamba vita ile imeshindwa kusimama kwa sababu ya kukosa diplomasia ya uhakika. Kwa hiyo sisi eh, tuna wajibu wa kukumbushana kuhusu misingi bora ya diplomasia, kwa sababu tunaamini kwamba diplomasia ndiyo msingi pekee ambao utakaoweza kuondoa migogoro ndani ya jamii yetu. Diplomasia ndiyo msingi pekee ambao utakaoweza kuondoa tofauti zilizopo baina yetu. Diplomasia ndiyo msingi pekee ambao utakaotengeneza hali ya usalama na amani ndani ya maisha yetu ya kila siku ndani ya jamii yetu na ndani ya taifa letu. Idhan, vita haiwezi ikawa ni suluhisho la kuondoa matatizo ndani ya jamii yetu. Vita haiwezi ikawa ndiyo njia sahihi ya kutengeneza mahusiano ndani ya jamii yetu. Vita haiwezi ikawa ndiyo njia sahihi ya kutengeneza uchumi wetu. Vita haiwezi ikawa ndiyo njia sahihi ya kutengeneza e, misingi yetu bora ya kielimu. Vita haiwezi ikawa ndiyo njia sahihi ya kuleta mageuzi na maendeleo katika jamii yetu. Mfano mzuri leo hii tunaangalia mathala mathalani, katika nchi za Ulaya kuna mifano mizuri ya kuigwa kwamba maendeleo e, mabadiliko ya maendeleo yameweza kufikiwa na nchi hizo baada ya kudhibiti amani katika maeneo yao. Idhan, na sisi tukitaka maendeleo, mageuzi, mafanikio na kufikia malengo yetu ni lazima tuhakikishe kwamba tunapata utulivu pamoja na amani ndani ya taifa letu na ndani ya jamii yetu. Lakini utulivu na amani na usalama hauwezi ukapatikana, ni mpaka pale tutakapoendelea kuimarisha misingi yetu ya demo, misingi yetu ya diplomasia ndani ya jamii yetu, tutakapoipa nafasi diplomasia, maana yake tutakwenda kufu, kufuta hii mianya yote ambayo e, pengine inatokea ndani ya mataifa yetu ya Afrika e, ambayo inachangiwa wakati mwingine e, na watu wenye kuendekeza maslahi binafsi na watu ambao wanarimotiwa nyuma yao na baadhi ya mataifa sasa. Ombi langu mimi tuendelee kukumbushana, tuendelee kuhimizana kwamba tu, eh, kwa ajili ya kuimarisha misingi bora ya eh,